Tufikie hekta zote ambazo tumeziandaa kwenye eneo hili. Lengo ni kwamba tuwe na eneo ambalo linavutia na ambalo wawekezaji wakija hawatapata changamoto ya kuchukua mizigo yao ama kuhifadhi mizigo yao. Na wote mmeona hapa makontena yaliyoko hapa hayachafuki, yako salama. Mtu yeyote ambaye ameleta kontena lake liko hapa, anakuja anachukua likiwa safi, na litafika huko linakotakiwa kufika, aa, likiwa salama kabisa sasa nilikuwa nimewaeleza mara ya kwanza kwamba tumejenga bandari hii kwa ajili ya kukabiliana na msongamano uh, katika bandari ya Dar es Salaam. Sasa pale kwenye bandari ya Dar es Salaam uh, kulikuwa na ICDs hizi bandari kavu ndogo ndogo kama kumi na moja. Zile bandari tulizokuwa nazo pale Dar es Salaam zimeshindwa kuhimili mizigo, makontena mengi ambayo yanaletwa kwenye eneo lile na mizigo mingine mbalimbali. Uwezo wake zilikuwa ni kuhifadhi makontena uh, elfu ishirini na nne, na mia tatu kwa wakati mmoja. Sasa kati ya hizo pia kulikuwa na bandari kavu za magari kama tisa zenye uwezo wa kuhifadhi magari kama elfu kumi na tisa na mia moja. Sasa sababu za kuleta hapa ni kwamba tume- tumejenga eneo hili la la Kwara ambalo liko karibu na miundombinu ya barabara kuu, hiyo barabara ya Dar es Salaam Morogoro, lakini jirani kabisa na reli yetu ambayo iko hapa jirani, kwa sababu tunaweza kuleta mizigo hapa kupitia kwenye reli na kupitia kwenye barabara na inamrahisishia sasa mtu yeyote ambaye mzigo wake umekuja hapa kuamua kuutoa hapa ama kwa kutumia reli ama kwa kutumia barabara. Lengo letu ni kwamba pamoja na kwamba bandari ya Dar es Salaam imesongamana tukifika hapa basi pia tunaweza tukawasaidia. Hili eneo la Kwara pekee yake linaweza kuhudumia makontena laki tatu kwa mwaka. Bandari yetu ya Dar es Salaam ni kama mara tatu yake, lakini tayari tulishaanza kuona baada ya kuchukua hatua mbalimbali za kuiboresha.